Tangu mwezi wa sita mwaka uliopita, baada ya maandamano ya Gen Z iliyosababisha zaidi ya Gen Z uh, sitini uh, kufa, serikali imekosa maelezo kamili ya kuelezea wananchi pamoja na uh, dunia nzima kwa kile kilichowafanyikia Gen Z na ilifanyika haji. So wanaharakati wa Gen Z tena warudi kwa maandamano yao kubwa, ambayo ilifanyika baada mwezi wa sita uh, tarehe 25 ambayo ilikuwa ni maandamano kubwa zaidi pia ambayo ilisababisha Uh, zaidi ya jenzi uh, ishirini kufa. Uh, sasa hivi namba inaendelea ku increase, so serikali obvious, kama wenye tunaonanga movies kwamba kitu kikifanyika lazima watafute mtu wa kumpin na kumwekelea hiyo makosa ili hiyo yu maneno iweze kupotea. So sasa hivi serikali imeweza kutafuta mtu mwafaka ambaye wanaweza wakampinia hiyo makosa, na mmoja wao ni ni Rigathi Gachagua so uh, serikali imeweza kumpin na kuweza kumpoint kwamba anaweza kamatwa anytime kwa kusponsor maandamano ambayo ilifanyika um, siku mbili ambazo zimepita okay? So sasa hivi uh, tumeona interview ya yake Rigathi Gachagua ya pale NTV na Rigathi Gachagua akaelezea vizuri kwamba e, tumeona maandamano ikifanyika na watu wote ambao walikuwa na hiba maduka za watu na walikuwa na wamesababisha vurugu ni watu ambao walikuwa wanawekewa ulinzi na serikali. So kama serikali inajua watu ambao walisponsa hii maandamano e, ingekuwa by saa hii wameweza kukamatwa, ama kama kuna mtu tofauti ambaye hayuko kwa serikali ambaye aliweza kusponsa uh, maandamano then angekuwa ameshakamatwa. Lakini ni ukweli kwamba watu ambao walikuwa wanavunja duka za watu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanawekea ulinzi na serikali na wakivunja maduka nyingi, serikali ilikuwa inawaangalia tu bila kuchukua hatua yoyote, kumaanisha serikali ilikuwa inajua ni nani wanavunja duka za watu, na ni watu tu ambao wamelipwa tu binafsi na serikali ili kuweza kuvunja maduka ya watu na kuweza kuanzisha vurugu. So Rigathi Gachagua aliweza kuweka wazi kwamba yeye hajahusika na chochote kuhusu magunsa ambao wamekuwa kuvunja maduka na kadhalika, na akaweza kupoint vizuri kwamba tuliona majuzi wakati genz walikuwa wakifanya maandamano yao kuhusu kifo ya Ojuang Uh, gavana wa Nairobi aliweza kuleta magunsu wake ili waweze kustop maandamano, so na wakaekea ulinzi uh, vilivyo okay? So, regarding ya Gachagua pia akaweza point akasema, yeye mtu mmoja hawezi andaa, andaa maandamano yenye nashika Kenya mzima, aende Kisii alipe vijana, aende uh, aende Nakuru alipe vijana, aende Tarakaniti alipe, alipe vijana na kadhalika. So mpaka sasa hivi kuna vijana ambao walionekana kuweza kuchoma uh, police station kule Dagoretti na kuchoma magari ya serikali zaidi ya ishirini mpaka pikipiki za watu ambazo zilikuwa na kesi pale polisi, tuliona zikiweza kuchomwa na kuwaka moto mkubwa sana. Pia watu fulani wakaweza kufia kwenye seli za polisi okay? so kuna wale uh, wafungwa ambao walikuwa wamefungwa kwa police station, na walikuwa wanangojea kupelekwa kotini, walikuwa watatu, so, wali bahati mbaya hivi walipata kufa kwenye seli Because moshi iliweza kuingia pamoja na moto na ikaweza kumaliza maisha yao pale Dagoretti police station, na watu walioingia police station walitoroka mpaka na bunduki, wakatoroka mpaka na manguo ya polisi, mpaka mpaka pingu za polisi, lakini waliweza kunaswa baadaye. So mpaka sasa hivi, una mawaza yako ni yapi kuhusu serikali kuweza kumdanganyia Rigathi Gachagua kwamba ndiye alisponsor maandamano? Unaweza kuniachia kwenye comment section, till the next time ya Blue Africa toka Hema Moja TV.